Ipo bora. Ibenge kaenda kuikuta Simba po zoforiaali, kaenda kuifunga. Wao kaniambia Ibenge mipo bora siwezi kumuelewa ipo bora. Ibenge kasuru mechi nyingi. Ibenge leo nafuka kaenda kuipata kwenye Simba mbovu. Amepata nafuka. Ibenge leo kuzungumzwa wa Tanzania kaenda kupata kwenye unafuu Simba mbovu. Mimi siwezi kwenda kumsifia Ibenge alikona kuifunga Simba. Simba sasa hivi, yani, sawa sawa, ucheze na Ndanda inakogea inakogea upinzani kuliko Simba. Ah, kama unakosea heshima mpira, hiyo sio nakosea mpira heshima. Anakuambia mimi siwezi kuenda kumsifia Ibenge kaenda kuifunga Simba. Simba bora ucheze na Ndanda itakuletea upinzani, sio Simba. Ndanda hawezi kupoteza uwanja nyumbani kwake mechi nane mfululizo. Simba tunayezungumzia sisi mpaka sasa hivi, Simba uwanja wa Benjamin William za Mkapa kacheza mechi nane hajaokota alama tatu. Kwa hiyo ukihitaji ya Simba sawa na Ndanda. Kwa hiyo tusiende kumzivia Ibenki eti kaifunga Simba. Simba Simba gani? Simba kibisa haani, Simba kibisa ngati, unaweza ukatia mkono mdomoni na usiumie? Ndio Simba huyu. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kumzivia Ibenki kucheza kuchezana Simba. Simsifi mimi, kwa sababu timu ya Simba mwakao ipo inagawa utamu. Wewe unaenda kumsifiaje benki kwa Simba? Sisi hatuendi kuwasifia. Sisi tunafurahi sehemu moja tu. Azam wameanza kumpunguza pointi kabla sisi hatujakutana naye. Sasa hivi hautasikia tena mazungumzo yao wanaongea. Wanaongoza akasamiza hatujacheza ya yale uyasikii. Haya hata tushaenda kuyatoa. Na uzuri wa mwaka huu uongozi wa Simba ulivyoenda kunifurahisha mimi. Hawa mashabiki wa Simba leo hii hawawezi kuongea JSM wanaongoza ana, anadhamini timu nyingi. Mwaka huu sikii, mwaka huu utasikia wenyewe kwenyewe, mara mangungu ondoke, mara ondoke matola. sisi, sisi tunakula mua, mdomo unaweka juu kama nguruwe, kama anavyokula mua hivi, yani utambu upite mm, eh, lakini tuliwaona mashabiki wa yekundu wa Msimbazi wakiungana na Azam Football Club. Hiyo inachagizwa na nini hasa, kushangilia mm? Ah, mimi ndio timu peke yake nimeiona wandazimu hali mashabiki duniani iliona wandazimu mashabiki wa Simba mashabiki wa Simba jana nimeona watazimu timu yao inafungwa nao wanashangilia. We unaona, kuna shabiki humo hakuna kuamini timu yako ikifungwa au unaumia? Ndio maana ngakwambia mashabiki wa Simba akili yao kama mkato wa boflo. Ukiuona mkubwa mgumu, ukiutia kwenye chai laini, unaliwa. Ndio mashabiki wa Simba. Hakuna timu duniani timu yake inafungwa ye anashangilia. Amna zidi ya Simba. Ah, wewe huu Susa na. Hawa, hani mtu anaumia, hawezi akaenda kushangilia. Shee wangu kama liona baadhi ya watu wameumia, jana wanatoka uwanjani mm, na wanafanyaje? Wanalia. Wewe ukimwona mtu kaenda kushangilia Simba inafungwa na ye Simba? Mm. Muangalia ana akili timamu? Au ndio mm, afya ya akili imehamia kwa kwa mashabiki? Afya ya akili inatamba kwa mashabiki wa Simba? Kwa viongozi wa Simba wote hawana afya ya akili. Shee wangu nilikuambia Mpanzo akifunga karibu nini nifate, nitakupa hela. Umemwona akafunga? Nagongesha miamba sana. Kila mechi nimekuambia mpanzo atagongesha mwamba pa, akimaliza kugongesha mwamba shughuli imeisha. Sio jasusi mwanamke kama hataki, mwache ende zake, hii nyimbo iliimbwa. Ukimngang'ania mtu ndio yale utayaona. Mpanzu leo hii akili ipo Yanga, mwili upo Simba, hawezi kucheza Labda nikuambie hakuna mchezaji yoyote ndani ya ligi hataki kupiga picha na engineers. Hakuna. Hakuna mchezaji yoyote utompata kwenye ligi ama asiotaka kupiga picha na engineers. Kwa hiyo ukiona picha za Mpanzo kupiga na engineers, hilo swala kawaida bosi wake. Bosi wake. Ni engineer ka bosi yake Mpanzo. Kwani kuna watu wengine sio ni mwe engineer baba baba, Simba anaishi naye. Kwa unashangilia mpanzo. Kuna mtu aliwai kuongea yeye injinia babake mzazi na Simba ameenda kumsajili yupo naye. Na yeye akifika golini anapaisha. Ukiishi na mtoto wa kambo, mpende unavompenda shehwangu; akikua atamtafuta babake alipo. Mpanzo anamtaka babake alipo aende, Yanga afika. Hakuna mchezaji anayetoka Kongo anaikataa Yanga shehwangu. Hakuna. Watakana yeye tu, muda na wakati mpanzo atakuja winga, atakao wa Mpanzu. Winga anaenda kukaa pa Pacome Zouzoua, wakati utafika utaenda kunielewa, naongea wakati utafika. Winga Mpanzu, winga Pakome, utafika hmm. Wacha wang'ang'anie, utafika hatua watamtoa wenyewe Mpanzu. Kwani aoni Mohamed Shabalala anafanya starehe? Shabalala nakula maisha, hakuna mchezaji wa Simba anataka maisha yale. Hakuna mchezaji wa Simba sahivi yoyote ule atakataa kwenda kucheza Yanga, hakuna na ndio maana baadhi ya wachezaji wanapiga wana simu kwa engineersi hazikatiki, nakwambia, sio wachezaji wa Simba, hadi viongozi wa Simba wanapiga simu kwa engineersi. Sasa majasusi sisi tunawapataje? Si wao wenyewe wanapiga simu, wao majasusi wanapiga simu, majasusi wapo huko kwa upande wao wanapiga simu. Shee wangu, hauwezi ukasema una timu, kila tajiri anasajili mchezaji wake. Kwa hiyo tajiri ukimuuzi anazuia wachezaji wake wasicheze. She wangu, kuna mtu Simba hayupo mi simtaji jina, simtaji jina, tutapelekana polisi hila nikiongea hivi. Mashabiki wa Simba wanajua kuna mtu ndani ya Simba ana wachezaji wake watano leo hii hayupo. Wewe unategemea kinafuata nini? Ah, mimi sijui. <laughs> <laughs> mimi simtaji, wameondoka wengi kina mkwabi kina nani, wameondoka wengi. She wangu wachezaji watano wanaenda kukaa katika apartment ambaye mtu hayupo, uongozi wa, wa Simba anategemea nini hii? uh -huh. Hii shughuli bado ndo kwanza inaanza uh -huh. Hawajalia uh -huh. Bado nimekwambia, itafikia hatua Simba anaenda kuachwa pointi kumi na mbili na Yanga, hii haya mazungumzo anayoongea hii clip iweke, tunaenda kumwacha pointi kumi na mbili Tani, na labda ame uwanja uwanja wa Mkapa mwaka huu akichukua pointi tatu ndio chukua hela. <laughs> Nakuambia so, tena mm. Uwanja wa Mkapa wakichukua pointi tatu mm -hmm. njochikua hela zalau vipi? sizitokatomeama uwanja wa Benjamin l Mkapa ameshinda mechi gani? wakishinda joni chape bakola hakuna <laughs> kitu anachofanya Simba, si tukose kujua jasusi, kila kitu anatuambia, shee wangu mm. msemaji wa Kafu jana saa saba anatangaza mechi ya leo, mtu anaenda kufa kafajafa hiyo ndo kazi ya jasusi mm. uwanja wa Benjamini watakimbia no, Zanzibar wakija wanakufa zaidi mm. si tunahitaji no, sisi leo kwenye treni mm. tupo kwenye treni, tunarudi tu umemuomba rais wetu engineers mechi yetu ya dabi sisi na Simba mm. tunawataka uwanja ni wamani mm. tunawataka mm. tunawataka ni wamani Simba uwanja ni wamani shabiki wa Simba ukimwambia unaenda kucheza uwanja ni wamani. Yupo tayari aombe kifo kuliko kwenda ni amani. Ah, mwaka huu si tunasema uwanja wa Lupaso watu wanaenda kuchukua utamu wanaondoka. Uwanja wa Benjamin William Mkapa sasa hivi una jina jipya. Sio atoki mtu uwanja wa Benjamin William Mkapa watu wanaenda kuchukua utamu na kuondoka. Sasa unaambia uwanja wa Benjamin William Mkapa atoke mtu, nani hajatoka mpaka leo wana mechi nane Simba hajachukua pointi tatu wanja ya Benjamini. Na kama kuna mwanasimba atakuja kusema akachukua pointi, njoo nguo zangu, unashika wewe zote, mpaka viatu, natoka uchi mpaka Kigoma. Siaje mwanasimba, niambie simba, Simba mechi nane mfululizo, kuna mechi kapata ushindi Benjamini, njo mimi natembea uchi mpaka Kigoma. Ah, nasuru. sio na soro tumewakamata hapa baya tumewakamata pabaya, hapumui mtu acheki mtu yani, tunahakikisha mwaka huu hapumui mtu acheki mtu mm -hmm. Unadhani kipi kipi ambacho kinawatafuna sisi? Uongozi kama unaenda kumchukua mtu kiongozi, kama sigara kali huko anawasho, huko anawasho, unategemea kuna kiongozi hapo? Au unategemea ndio anafanya kazi? Maana nakwambia sigara kali huko anawasho, huko anawashwa, una kiongozi huyo yupo Simba na kiongozi huyo anatoa siri Yanga, sasa unasema una kiongozi mimi sijakwambia kuambia mediali a mediali, huwezi kusema kiongozi e mediali, mpiga kelele pembeni ndio kiongozi peke yake. Kakaa kwenye timu miaka minne, ajawahi kunyanyua ndoa ya ligi kuu ani, mpaka leo akistafu, siju ata ani kama kafukuzwa Simba, siju atawaambiaje watu jukuu zake, kwa sababu ndio sijawahi tokea nianze kupenda mpira nikawahi kumwona msemaji kakaa kwenye timu hizi kubwa miaka minne osaunyanyuaamimi kwa kosa kwa ya Simba na mashabiki kusema Mangungu ondoke sio solution. Kanjibai aondoke ndo atatulia, Kanjibai aondoke ndo atatulia. Bila hivo hawezi kutulia, alao Kanjibai mjanja anafanya balaa yeye aonekani Mangungu TV Kanjibai. Bona? Hakuna Kanji mwingine wale wale tu labda, yule Labda yule muuza pilau, Labda muuza Goli Goli la nani? labda muuza goli la nani